Tukitoa mwanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tuna mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajima na isi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Wajua kule Zanzibar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 tukachuje, tuweke watu ambao watakifanyia kazi chama chetu, tutakwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi. Madikteta wote duniani walishinda uchaguzi wa kidemokrasia, kuanzia Bokasa mpaka Hitler, walishinda uchaguzi wa kidemokrasia, isipokuwa walikuwa hawana governing tool ya kuwafanya wabaki kwenye maono yale ambayo wananchi waliojipangia, wakatoka nje na nchi zao zikaharibikiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kama iko zawadi, tunatakiwa kuipa nchi hii, ni kuipa maono ya muda mrefu sana. Nini maana yake? Watoto wanaosoma shule wanaona kwa kuwa ndani ya miaka hamsini, kila wilaya inatakiwa kuwa na hospitali ya rufaa, watoto wataona soko la udaktari lipo, manesi wataona soko la unesi lipo. Wanapoona ndani ya miaka hamsini kila wilaya itajengwa yunivesiti, wajenzi wanaona soko la ujenzi lipo watu wa rangi wataona soko la rangi lipo, watu wa mabati wataona soko la mabati lipo, kwa sababu wanaiona nchi yao kutokea mbali. Sasa na ilani za uchaguzi zinakuwa zinaongelea maono ya nchi, curriculum mitaala ya elimu inakuwa inaongelea maono ya nchi, watoto wanaweza kuiona nchi yao katika 3D kwa mbali na wakaamua hatima yao leo wakijua wanajua kwamba nchi yao itakuwa ya namna fulani ndani ya miaka hamsini. Mipango hii ya mida mifupi tuliyonao ni mizuri, lakini haiwezi kujenga nchi imara. Investments zote zinazoweza zikawa sustainable zikaijenga nchi ni zile zilizowekwa kwa muda mrefu, wafanyabiashara wakaziona, alafu wakamfanya maamuzi leo na maamuzi yale yakaprevail ndani ya miaka hamsini. Mheshimiwa Naibu Spika, mfano mzuri kule Mtwara ilipoibuka miradi ya gesi zikajengwa hoteli nyingi ziko pale Mtwara. Leo hoteli hizo hazina watu wa kulala. Kwa nini? Kwa sababu focus tena imechenji. Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa natoa ushauri kwamba kama tunataka kuipa nchi hii zawadi kubwa, tuipe maono ya muda mrefu, miaka hamsini, miaka sitini, na maono hayo yanaweza kubadilishwa kutegemea na ulimwengu unavyobadilika. Mheshimiwa naibu spika, mimi nilikuwa kule Uholanzi nikataka kuita taksi kama tunavyoita kwetu hapa. Wakasema sasa hivi wanafanya mpango wa taksi ambazo hazina dereva, unaita kwa kutumia simu yako, inakuja, haina dereva, unaingia ndani, unaandika namba ya simu ya nyumba unayokwenda, inakupeleka mpaka nyumbani kwa mtu. Dunia ijayo madeleva tulionao hawa hatutakuwa nao. Dunia ijayo marubani wa ndege tulionao hawa hatutakuwa nao. Dunia ijayo kuna roboti wana sheria. Tunatakiwa tuione dunia ijayo kwa mbali sana, ili kama nchi tujipange kwenye mitaala yetu ya elimu, ili watoto wetu waweze kuhendo dunia ijayo. Mheshimiwa naibu Spika, nilikuwa namuomba kaka yangu Mwigulu Nchemba pamoja na serikali kwa ujumla. Kazi ya mbunge ni kushauri serikali, na shauli, tutafute namna ambayo tunaweza tukaipa nchi mipango ya muda mrefu sana, ili watoto wasipate depression kwa kutokujua Tanzania ijayo. Na kushukuru sana mheshimiwa Spika.